Ndio posta ya Iringa si tu alama ya muda, bali ni ishara ya matumaini kwa wengi. Muda unasogea na maisha yanaendelea, watu wanapita, wengine wanauza, wengine wananunua, lakini biashara hii ni tofauti na ulizozizoea. Hapa maneno hayasemwi, bali yanaonekana. Mikono yao ndiyo sauti, ishara zao ndio lugha ni wafanyabiashara wenye ulemavu wa kusikia, ambapo Julieta Utwa anaanza kwa tabasamu mwenana akinieleza safari yake ya biashara, changamoto na matumaini. Yaani, mimi hapo zamani nilianza biashara hii kwa ugumu, na aliyenileta hapa ni mama yangu. Nilikuwa tu namsaidia mama, lakini nikaona watu wengi na mimi nikaanza kuweka biashara yangu kidogo kidogo Nilipata ugumu sana maana kuongea na watu nilikuwa siwezi hata. Eneo hili lilitengwa na serikali mahususi kwa ajili ya wajasiriamali wenye ulemavu, wengi wao hapa ni viziwi. Nilikuwa peke yangu ninapoanza, na wengine walikimbilia Samora, ila sisi walemavu tukaomba kubaki hapa. Kwa sasa hali ya biashara ni nzuri sana, sema tu nyakati inabadilika, yani kuna kupanda na kushuka, lakini tunapambana. Kutokana na uwepo wa wafanyabiashara wenye aina hii ya ulemavu, imekuwa ikiwavutia wenzao wengi kufika hapa. Mimi kama kiongozi najisikia vizuri sana kuona tunakutana hapa pamoja. Kipindi cha nyuma viziwi walikuwa wanatengwa na jamii, lakini saa hizi wote tunakutana hapa tunabadilishana mawazo na tunachangamana na jamii yote. Wakija hapa wanafurahi sana, kwani imekuwa ndio sehemu muhimu kwao, wanakutana na watu tofauti tofauti. Tunafurahi kuja hapa, maana viziwi sasa si wanyonge tena. Tukifika hapa tunaona kila kitu kipo na watu wanajua kuwa bidhaa zote zinapatikana hapa wapo sasa, wamebaki wafanyabiashara saba tu kati ya kumi na tano waliopaswa kuwepo hapa. Wanasema changamoto za miundombinu ni sababu ya wengi kuondoka. Eneo ni zuri sana, lakini vibanda sio vizuri. Mvua ikija watu wanashindwa kufanya biashara kabisa, na ndio maana wengi wamekimbia. Mfano vipofu, walemavu wa mikono na miguu, pamoja na albino kwa ajili ya jua kali Tunaomba serikali tusaidie. Kwa mtu asiyejua lugha ya alama kununua hapa kunaweza kuwa kikwazo. Mawasiliano magumu huwafanya baadhi ya wateja kuondoka. Mteja anaweza kuja hapa na mtajia bei, lakini wengine wabishi sana, wanaweza hata kukataa. Kwa hiyo huwa namuita mwenzangu ambaye yeye anaongea, ila kutembea hawezi, ananisaidia. Hapa saa haihesabu dakika pekee, bali huhesabu juhudi, matumaini na ndoto za wengi. Muhammad Nyeulingo, Azam News, Iringa.